Katika tukio la hadhi ya kihistoria, Rais wa Venezuela Nicolas Maduro amewekwa chini ya ulinzi wa Marekani baada ya kukamatwa na jeshi la Marekani na kusafirishwa kwa nguvu hadi Marekani ambapo sasa anakabiliwa na mashtaka makubwa ya jinai mbele ya mahakama za shirikisho. Hii ni hatua isiyowahi kutokea tangu maisha ya kisiasa Venezuela ya sasa na ina athari kubwa kwa siasa za ndani na mahusiano ya kimataifa. Katika operesheni iliyofanywa usiku na majeshi maalum ya Marekani ndani ya Caracas, Rais Maduro na mke wake Celia Flores waliondolewa kwa nguvu kwenye makazi yao na wanajeshi wa Marekani na kupelekwa kwa ndege hadi Marekani. Baada ya kutua katika kituo cha kijeshi cha Stewart kando ya New York, walikabidhiwa kwa wakala wa FBI na jeshi la DEA kabla ya kusafirishwa hadi jela ya umma ya Manhattan ambapo wanasubiri kufikishwa mahakamani. Hatua hii ni ya kushangaza na ni moja ya uvamizi wa kisiasa na kijeshi ulioonekana kwa miaka kadhaa katika Amerika ya Kusini, huku Marekani ikitangaza kuwa itachukua udhibiti wa Venezuela kwa kipindi cha mpito hadi uweze kufanyika mabadiliko salama ya utawala. Katika Marekani, Maduro anakabiliwa na mashtaka makubwa yanayohusiana na ushiriki katika mtandao wa kimataifa wa uingizaji wa dawa za kulevya, narco terrorism, kusafirisha tani za cocaine kwenda Marekani na kumiliki silaha na vifaa vya kutekeleza uhalifu. Mashtaka haya yamekuwa yakifuatiliwa kwa miaka kadhaa na sasa yanamlazimisha kusimama mbele ya hakimu wa Manhattan kwa kesi ya jinai. Kukamatwa na kusafirishwa kwa Maduro kunaibua mjadala mkubwa kuhusu swala la usalama wa kitaifa wa Venezuela. Serikali ya Venezuela imelaani hatua hii kama uvamizi wa kijeshi na ukiukwaji wa usawa wa sera za kimataifa. Ukimya wa upinzani wa ndani ambao baadhi yao wanaona hatua hii kama fursa ya kuondoa kiongozi aliyekuwa anadanganya uchaguzi na kutawala kwa muda mrefu kwa nguvu na marekebisho ya hatima ya utawala wa Venezuela, ambapo baada ya kukamatwa kwake, mahakama ya juu ya nchi hiyo ilimteua naibu rais Delcy Rodriguez kama kiongozi wa mpito kulinda utawala hadi uchaguzi mpya ufanyike. Hii inamaanisha kwamba taifa lilo na shida za kibepari, umaskini na migogoro ya kisiasa linaingia katika kipindi cha mabadiliko magumu ambacho kinaweza kuleta mgawanyiko mkubwa ndani ya jamii yao. Kwa upande wa Maduro, hatima yake binafsi ni moja ya masuala ya kisiasa na kisheria. Atapigana na mashtaka yake mbele ya mahakama za Marekani, ambapo hatima ya kifungo inaweza kujibu miaka mingi ya kesi za jinai. Mamlaka ya Venezuela inakabiliwa na, na mtihani mkubwa wa uongozi, kwani wanachama wa chama cha Maduro na maafisa wengine wanaweza kujaribu kushika hatamu za mamlaka au kusaka njia za kisiasa kukabiliana na hali mpya kwa taifa la Venezuela. Tukio hili linaonyesha kuisha kwa kipindi kimoja cha utawala wa kibandia na kuanza kwa ulimwengu mpya ambapo ushawishi wa pande za nje kama Marekani unachukua nafasi kubwa zaidi katika uendeshaji wa mambo ya ndani ya nchi ya Venezuela. Hatua ya Marekani kuongeza ushawishi wake inatajwa kuwa ni changamoto kubwa kwa sera za kieneo na haki ya kujitawala kwa nchi huru kama Venezuela.